Maisha wanadamu tumeletwa ili tupate kumwabudu Mungu, licha yote ambayo tunayafanya. Chiwaga TV katika kutembea na kuangaza mambo mbalimbali ya kijamii na yenye tija, tumekutana na habari hii ya waumini wa Kiislamu wa Tandale kwa Tumbo, ambao wapo kwenye ujenzi wa msikiti wao maarufu kama msikiti wa Taqwa, ambao unapatikana maeneo ya Tandale kwa Tumbo ambao ulivunjwa kwa ajili ya kutengeneza msikiti mkubwa wa ghorofa ambao utatosheleza ghorofa mbili. Tangu kuvunjwa na kutengenezwa kwa msikiti huo, umechukua mwaka mmoja na bado haujafika katika hatua nzuri ambayo ya kuridhisha, ikiangaliwa kuwa watoaji wa michango ni waumini wa msikiti huo na watu wa pembezoni mwa hapo. Mzee Juma Ali Mchuchuri, yeye ni miongoni mwa wazee wa msikiti huo, amekuwa na haya ya kusema kuhusu. So, msikiti huo ni mzee Juma Ali Mchuchuri. Juma Ali Mchuchuri, maisha yangu Tandale kwa tumbo hapa. E, kwa ufupi tu msikiti huu ulianza, ulivyoanza, ulikuwa dhaifu sana, katika kutoka miaka sabini sabini, pakafanika mabadiliko fulani, kutoka hata a msikiti wa matofali, lakini baadaye ikaonekana, e, msikiti mdogo kulikoni, waumini wanaoswalia hapa msikitini wakawa wengi zaidi, ukaboreshwa kidogo katika hatua fulani hivi baada ya kutoka hapo tukawa imeendelea endelea, ikaonekana tuwe tufanyeje, tuboreshe huwe msikiti mkubwa. Tukaanza kufanya zoezi la kuweza kuweza kununua nyumba zioko pembeni pembeni kwa michangisho yetu wenye, kwa wenyewe hapa hapa, tukawahi kufaulu swala hilo kupata kiwanja kikubwa. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa hivi, kwa haraka haraka sana, kwa taarifa fupi ufupi, tuko katika ujenzi wa kuweza kujenga msikiti wa ghorofa. Si wenyewe tu moja kwa moja tunakabana kabana hivyo hivyo, asubuhi swala mpaka tunafikia kidogo kidogo, na tunapata msaada wote kutoka sehemu nyingine. Kwa namna ilivyo sasa hivi, tuko katika ujenzi wa kimsikiti, lakini kwa upande wake inaonekana kama tuko katika uyatima, kama anataka asaidiwe. Sasa hivi tumekwama vya kutosha kweli kweli, hivyo ninapozungumza hapa hatua yote mnakwenda sehemu mbalimbali, lakini bado hatujapata mafanikio. Tunaomba kwa, kwa rehema zake msimu, kwa wale ambao watakuswa na suala hili watuunge mkono haraka haraka sana, kwa sababu namna tulivyobana watu kwa juani, tunaswali msikiti wa mabati. Msikiti kiwajua matatizo, kiwa mvua matatizo. Aidha, Shekhe Nasoro Mnungane ni imamu mkuu wa msikiti wa Taqwa uliopo Tandale kwa Tumbo, amezungumzia mahitajio ya msikiti wao na jinsi wanavyohitaji msaada wa hali na mali ili waweze kufanikisha ujenzi huo ili waumini waweze kupata kufanya ibada kwa urahisi na mazingira rafiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wasalatu wassalamu ala ashraf al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa wasahbihi ajmain wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapa hapana budi kushukuru kwa haya yote Allah aliweza kutuwezesha kuweza kusimama hapa na kuweza kutamka haya nitakayoyasema. Tuna mambo momba, Mwenyezi Mungu ajalie hayo ni ya kheri wenye kukubalika kwa uwezo wake. Kwa jina naitwa Nasur Umari Abdallah, ambaye ndio imamu wa msikiti huu wa Masjidi Taqwa uliopo Tandale kwa tumbo. Alhamdulillah, yeah. Nashukuru aliwepo ni mengi, lakini kubwa zaidi tunaomba nguvu zao waislamu wenzetu, tushikamane katika kutengeneza jambo hili ambalo Allah subhanahu amelipa uzito sana katika majumba yake, nyumba katika miongoni mwa majumba yake. Kwa hiyo tunaomba waislamu wenzetu watuunge mkono kama alivyotangulia kusema mzee wangu tu michango midogo midogo ndio imetufikisha hapa. Kwa hiyo tulikuwa naomba wale ambao Allah amewaruzuku michango mikubwa waweze kufika, wa kila aina. Kwa kila mwana anayeguswa na hili basi tunamwomba afike aweze kutekeleza hilo inshallah Mungu alichomjalia, ili katika hatua hii tuweze kufika hatua ambayo ni zetu inapendeza kwa kila mtu. Sheikh Rajabu Mtokuta ni mwenyekiti wa CCM mstaafu Kata Kurasini. Ni kwamba nkuja kutembelea katika msikiti wa Masjid Taqwa hapa Tandale uliopo katika kata ya Tandale na kuswali hapo sala ya Juma na pia nilisoma hapo hutuba ya Juma. Ndugu zetu hawa wana changamoto kubwa sana, msikiti huo ni mabati. Ukiangalia hata hapo katika hutuba yangu Juma, ya Jumaa, mimi ukiangalia nyuma ya niliposimama utakuta kuna mabati, yaani hiyo ndio miherabu yu, hiyo hiyo ndio miherabu ya msikiti, kwa msikiti huo umezungukwa kwa mabati. Kwa tunaombeni wakarimu wakarimu wote tunaombeni, aombeni kuanzia diwani wa kata hiyo, kuanzia mbunge wa kata hiyo wa kata hiyo wa, wa, wa, wa jimbo hilo ambaye mbunge hapo tena ni Muislamu. Tunaomba mheshimiwa mbunge tupia eneo hilo, huo ujenzi upo kwenye kwenye jimbo lako, takuomba Mheshimiwa Bastanimba tupia jicho ya eneo hilo, kufanya hivyo ndio kufanya biashara Mwenyezi Mungu. Maana hiyo swala liko katika jimbo lako, kwa mkoa naye lakoa naye haa, nguvu zako hapo kuwasaidia hao na acha vile vile vile na naomba vile, mama yetu Dr. Suluhu Samia Suluhu Hassan, naomba ndugu zetu wa Tandale msikiti wao wanasali katika msikiti wa mabati huko pembeni ambao unajengwa lakini wamekwama na hawana mfadhili. Ufadhili wao ni hivyo vikapu wanapitisha kila sala tano hapo. Mimi nilikwenda kuswali nimeshuhudia hiyo hali. Kwa hiyo tunaomba ni shirikiano wenu wa hilo kwenda kuwasaidia, hasa mama yetu kipenzi, wewe mpenzi wa kipenzi cha watu, unapenda sana mambo ya dini, tunaomba wasaidie mama. Mama mama, tunakuomba chonde chonde, tuko chini ya miguu ya mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Msikiti unaitwa Masjid Taqwa akaunti namba zao wameandika hapo, taziona kwa mashehe mbalimbali, na hata hapa vile vile mtaona na akaunti namba hiyo.